Kila mwaka tarehe 24 Machi, dunia huadhimisha siku ya kifua kikuu, ikiwa ni fursa ya kuhamasisha jamii, kuongeza uelewa na kuchukua hatua dhidi ya ugonjwa huu. Kulingana na ripoti ya shirika la afya duniani WHO, barani Afrika, kifua kikuu kimeathiri mamilioni ya watu kila mwaka. Takwimu za mwaka 2020 zinaonyesha kuwa Afrika ilikuwa na asilimia 25 ya visa vyote vya kifua kikuu duniani. Nchi kama Ethiopia, Nigeria na Afrika kusini zinaongoza katika idadi ya wagonjwa na Tanzania ni miongoni mwa nchi 30 duniani zenye maambukizi makubwa ya kifua kikuu ambazo kwa pamoja zinachangia asilimia 87 ya wagonjwa wote duniani. Kwa mujibu wa takwimu za mwaka 2021, wagonjwa wapya wa kifua wa kikuu walifikia laki moja na thelathini na mbili elfu sawa na watu mia mbili na nane kwa kila wagonjwa laki moja Je, tunaweza kufanya nini kama jamii ili kupunguza maambukizi ya kifua kikuu? Kifua kikuu ni ugonjwa unaoweza kutibika na kuzuilika, lakini ni lazima tushirikiane kama jamii. Hakikisha unapata taarifa sahihi na unachukua hatua stahiki dhidi ya TB.